Na moja kwa moja tunaelekea kwenye zao la pamba, Bariadi, Simiyu. Wakulima wa zao la pamba wameshauriwa kuvuna bila kuchanganya na uchafu ili kuepuka kuporomoka bei ya zao hilo. Hii ni STV. Ushauri huo umetolewa na afisa kilimo kupitia mpango wa Jenga Kesho Bora, BBT, Mary Amani anayefanya kazi zake kijiji cha Mkuyuni kata ya Ikunguria Bashashi wilaya Bariadi ya mkoani Simiu katika mahojiano na waandishi wa habari waliozuru kijijini hapo kufahamu maendeleo ya zao hilo la kibiashara. Sisi tulichoshauriwa kulima kwanza, usafi unaanzia pale kwenye kuvuna, kwamba kila mkulima anapovuna pale azingatie usafi wakati anavuna, anapoivuta ile pamba asikuje akavuta na na vile vimiti miti, avune pamba hiyo, pamba kama pamba. Ndio tumewashauri hivyo wakulima, amesema. Ah, ni muhimu wakulima kuzingatia walichoelekezwa na wataalamu wa sekta hiyo ili kufikia mavuno mengi na kuinua uchumi wao. Tumekana wakulima, tumewatoa kule walipokuwa, kwa sababu tulivyokuja tuliwakuta wanalima randomly, hawazingatii mstari, wanapanda panda tu lakini tulipokuja tukaelimisha juu ya kilimo bora, kupanda kwa mstari, kuzingatia kipimo kile kinachotakiwa. Lakini pia wengine walikuwa wanalima kwa kuchanganya na mazao mengine, unakuta mkulima kapanda pamba hapo hapo kachanganya na mahindi, kachanganya na ufuta, sehemu moja. Lakini tulipokuja tukawaelekeza jinsi ya madhara ya kuchanganya pamba na mazao mengine wakaelewa. Na uzuri tulikuja kipindi ambacho wengi walikuwa bado kwa, tulipokuja tukawaelimisha kwamba wapande pamba peke yake, wazingatie mstari. Wakizungumza baadhi ya wakulima wa zao la pamba wa kijiji cha Mkuyuni wameishukuru serikali kwa kuendelea kuimarisha huduma za ugani kwenye sekta hiyo inayowasaidia kujiinua kiuchumi. Mwaka jana nikawa na heka tano, kabidi sasa zile heka tano nikate mara mbili katumia tisini kwa arobaini, zile heka tatu heka mbili katumia thelathini kwa sitini mstari hadi mstari sitini shina hadi shina thelathini Zile heka mbili nikatoa kama kilo elfu moja na mia tano kilo elfu moja na mia moja kama hamsini zile heka tatu nikatoa. Sasa nikaona kwamba kumbe uzalishaji mzuri huko kwenye kwa mwaka huu tunachuma pamba bila kutumia komba komba, tunachuma na kutoa takataka. Kwa hiyo hii hii kampuni tunalishukuru. Kwa hiyo waendelea kutoa elimu na watu wengine hey. kilimo cha ja pamba na kishukuru, kwa sababu nimepata kuoa humohumo kwenye zao la pamba wanawake wanne na na watoto nawasomesha kwenye zao la pamba, jumla ya watoto na na watoto ishirini na nne kupitia hili zao la pamba. Ni kiripoti kutoka hapa wilaya Bariadi, mkoani Simiyu, sita tuma STV.